Visa vya dhulma dhidi ya wanahabari katika kaunti ya Nakuru vimekithiri katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Vitisho, dhulma na ukatili dhidi ya vyombo vya habari imekuwa kawaida. Kisa cha hivi punde ni mashambulizi ya usiku huko Kirobon eneo bunge la Rongai ambapo wanahabari sita walijeruhiwa na maafisa wa polisi walipokuwa wakiandaa taarifa kuhusu tamdhilia ya Echoes of War. An unfortunate incident to see that it was at night and police officers were lobbing tear gas canisters at us and no one else was there actually, so it was police versus journalists. Tarehe kumi na nne Februari, wanahabari walipokuwa wakiendelea na shughuli zao katika maandamano yaliyotokana na mauaji ya mwanaharakati Richard Otieno huko Molo, walijeruhiwa na vifaa vyao vya kazi kuharibiwa. <coughs> Visa vingine tofauti viliripotiwa mwaka jana ila kisa cha ufyatuliaji wa risasi kwa mwanahabari kiliwaacha walimwengu kinywa wazi. Wanjeri Karioki, mwanahabari wa Kameme, alipigwa risasi tatu tarehe 16 Julai wakati wa maandamano ya Gen-Z the, the, the 16th of July 2024. Na kufikia sasa hakuna polisi aliyetiwa mbaroni kuhusiana na Wanjeri kupigwa risasi. Um, Mwanahabari wa Citizen Radio na Inoro TV pia ni mwadhiriwa anasema polisi wanaitumia nguvu kupita kiasi. Kazi ya uandishi wa habari ni kazi ya kueleza ukweli, kitu ambacho kinafanyika na yani ni ukweli wa mambo. Kwa hivyo wakati huyu ambaye anakudhulumu, shida yake na ukweli iko wapi? Ken Gashuhi mwanahabari wa KTN ambaye pia aliwahi kuadhiriwa amesema kuwa japo mazingira ya utendakazi ni magumu, wanahabari wasilegeze kamba katika kupigania ukweli. If we try to move back and say that our freedom has been taken away, that will mean that we are giving the government the leeway to take away what belongs to this country, what belongs to the citizens who are voiceless. Bado tuko gangari. Story. Pia sisi tunasavu katika kitengo cha uandishi wa habari na lazima tutetee taaluma hii. Katika kuadhimisha siku ya uhuru wa wanahabari ulimwenguni, wanahabari jijini Nakuru walifanya maandamano ya amani kutetea haki na mazingira ya amani ya kufanya kazi. Mwenyekiti wa muungano wa wanahabari Joseph Upenda amesema juhudi za kuwanyamazisha wanahabari za ukandamizaji wa demokrasia. We call upon the state, the police service and all arms of government to protect the media as a constitutional right, not a favor. Tunaomba ombi kubwa kwa katika serikali yetu waweze kuheshimu wanahabari na kuwaruhusu wafanye kazi yao inavyopaswa. Nacha tu auwe. Nacha auwe. Mombi wa Mbogo, Runinga ya K24, Kaunti ya Nakuru.